Karibu katika sehemu hii ya pili. Karibu katika sehemu hii ya pili. Uko nami Daktari Profesa na Dr. Bishop Kayengela katika ujumbe huu unaosema kwamba ukiwa kiongozi wa kijamii na ukawa unapinga uhalali wa Mkristo kuoa wake zaidi ya mmoja utahitaji umakini mkubwa sana kwa sababu zifuatazo, ndizo ambazo niko na kufundisha hapa. Ukiwa kiongozi wa kijamii na ukawa huamini kwamba Mkristo anaruhusiwa kuwa na wake zaidi ya mmoja, basi utahitaji kuwa makini kwa sababu zifuatazo. Kwenye audio ya kwanza, kama hujaipata jitahidi kuisikiliza audio ya kwanza. Kwenye audio ya kwanza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 auwe mtumishi wa serikali halafu, ukawa moyoni mwako unakereka kwenye swala hili la Mkristo kuwa na wake zaidi ya mmoja, ujue utakamatwa na roho ya kuwanyanyapaa watu. Maana hapa naposema, watu wasemao simama peke yako usinikaribie mimi, kwa maana mimi ni mtakatifu kuliko wewe, hii ni tabia ya kunyanyapaa, hii ni tabia ya kunyanyapaa Usinisogelee kwa maana wewe na wake wengi, mimi nina mke mmoja wewe, wewe, wewe, sio mtakatifu kwa sababu na wake wengi, mimi ni mtakatifu kwa sababu nina mke mmoja. Naomba mnisikilize, naomba kwa sababu mpaka sasa kumekuwa na hali ya mmomonyoko wa maadili na nidhamu kwa sababu ya watu kuto kuelewa utendaji kazi wa Mungu. Mungu, utendaji kazi wake hauna mipaka ya kidini. Mungu utendaji kazi wake hauna mipaka ya kiimani. Nisikilize, Mungu utendaji kazi wake hauna mipaka ya kijinsia. Mungu utendaji kazi wake hauna mipaka ya ya, ya, ya umri, hauna, hauna mipaka ya kijiografia, kwa sababu vitu vyote Mungu ameviumba kwa ajili yake na ameviumba kwa utukufu wake. Kwa hiyo wewe na mimi tukiwa kama kiongozi katika jamii lazima tujue kwamba Mungu anahudumiaje uumbaji wake. Nisikilizeni watu wa Mungu, nisikilizeni viongozi katika ngazi yoyote, popote pale ulipo, ukijipambanua kama kiongozi na balozi wa amani duniani, kwa kuwa wewe ni balozi na kwa kuwa wewe ni shahidi wa Mungu unaiwakilisha umoja, unaiwakilisha amani, unaiwakilisha mshikamano mahali popote pale. Ni vizuri, nisikilize vizuri, kwa sababu Mungu amekuita ili uwe sababu ya kiunganishi cha furaha ya kutoka kwako kwenda kwa, kwa mwingine. Kama ndani yako unasikia hali ya kuwanyanyapaa watu wenye wake zaidi ya mmoja, ina maana humtendei haki wala hutendi kazi ile ambayo Mungu anataka kuifanya. Kumbuka kitabu cha Samueli wa pili sura ya 12 mstari wa saba mpaka wa nane. Mungu ndiye aliyeanza kuongea ujumbe huu wa kuhusu wake wengi, na kasema yeye ndiye aliyempa Daudi wake zaidi ya mmoja, na kamwambia kwamba hata kama wangekuwa wachache angeweza kumwongezea na wengine. Kwa hiyo mwanzilishi na, na mtetezi wa habari ya wake wengi ni Mungu mwenyewe. Wengine wali, kuna wakati kuna watu walijikwa wakafikiri kwamba mimi nimepotea kwa mimi kuamini kwamba Mkristo anaruhusiwa kuwa na wake zaidi ya mmoja. Wengine walifikiri kwamba huyo daktari amepotea, huyo profesa amepotea, anatumia elimu elimu vibaya, anatumia elimu yake vibaya. Lakini sasa bahati nzuri, hakuna ambaye nimewahi kuonana naye akawahi kunionyesha maandiko yanayoonyesha kwamba nimepotea. Badala yake, hata wale waliokuja kuhojeana na mimi, wao ndio waliogundua, waliogundua kwamba kumbe kuna vitu hawavielewi kwenye Bibilia na hivyo wanatumia kutokuelewa kwao kuwafanya wengine waamini ujinga wao. Sasa mimi nikawaambia, siku moja watu walijitoa wali, wali akili wakafunga safari, walikuwa wahubiri nafikiri kama saba, wakaja kufanya mdaharo kanisani kwangu. Na ninavyoongea hivi najua watakuwa wananisikia kwa sababu walikuwa wengi, wahubiri mbalimbali wanakuja kufanya mdaharo kunihoji. Kunishutumu, kwa nini ninasema mkristo anaruhusiwa kuwa na wake zaidi ya mmoja? Ule mdaharo tulitembea tuli kwa muda wa masaa mawili, na kilichotokea kwao hawata kisahau kwa sababu waliaibika sana, waliaibika. Na hii ishu tuliweka mtandaoni, tuliweka mtandaoni. Ingia YouTube, ingia YouTube, andika saa ya uzima wa roho. Ukisha andika saa ya uzima wa roho, andika mdaharo, mdaharo, mdaharo, utaiona hiyo. Ulikuwa ni mdaharo ambao ni wa kukata na shoka. Eh, ilikuwa nipige nikupige hakuna kulala. Waligundua kwamba kumbe Profesa Bishop Kayengera anaongea yuko sahihi. Ukienda tu kwenye huo mdaharo, kwa sababu tulikuwa live pia tulikuwa live. Ukienda pale utaona huo mdaharo jinsi ulivyokuwa. Sasa ninachotaka kusema hapa ni nini? Ninachotaka kusema hapa ni kwamba wewe ukiwa kama kiongozi wa jamii, nataka ukumbuke ukweli huu, kama bado moyoni mwako una hali ya kujisikia hali ya kunyanyapaa imani hii ya Mkristo kuruhusiwa kuwa na wake zaidi ya mmoja, amini nakwambia wewe, huduma yako kwa jamii itakuwa hafifu. Huduma yako kwa jamii itakuwa hafifu. Kwa nini? Kwa sababu huyu mtu mwenye wake zaidi ya mmoja akija ili mhudumie, utamnyanyapaa, utamnyanyapaa, utaona kama vile hatakiwi hata kukusogelea. Ndio maana hapa Isaya inasema watu wasemao, simama peke yako, usinikaribie mimi, kwa maana mimi ni mtakatifu kuliko wewe. Watu hao ni moshi puani mwangu, Mungu anawakasirikia sana. Simama peke yako, usinikaribie mimi, kwa maana mimi ni mtakatifu kuliko wewe. Nimekuwa nikisikia lugha kama hizo zinazosema, wewe huruhusiwi hata kushiriki meza ya Bwana kwa sababu wewe una wake wengi. Sisi ni watakatifu wenye mke mmoja, ndio sisi, ndo, ndo watakatifu hasa. Hiyo imani mnaitoa wapi? Hiyo imani mliitoa wapi? Hiyo imani haikuwa ya Ibrahimu, hiyo imani haikuwa ya Isaka, hiyo imani haikuwa ya Yakobo. Hasa hiyo imani mnaitoa wapi? Kwa sababu sisi ni warithi wa imani ya baba yetu, sisi ni warithi wa imani ya baba zetu. Na baba zetu wa imani ni nani? Ibrahim, Isaka, Yakobo. Ibrahim alikuwa na wake zaidi ya mmoja. Maana yake alikuwa na imani ya kuamini kwamba kuwa na wake zaidi ya mmoja ni baraka. Haya, Isaka. Isaka alioa mke mmoja. Lakini alikuwa na imani hii ya kuamini kwamba mwenye haki anaruhusiwa kuwa na wake zaidi ya mmoja. Ndio maana watoto wake, watoto wa Isaka, yaani Esau na Yakobo, walipooa wa wake wengi, hakuwahi Isaka hakuwahi kuambia kwamba mumekosea. Hakuwahi kuambia kwamba mumetenda dhambi. Badala yake unaona kabisa waliendelea na maisha vizuri. Nisikilize vizuri. Kuhani Eli ukienda kwenye Samueli wa kwanza sura ile ya ya kwanza na mpaka ya pili. Kuhani Eli aliposikia watoto wake wale makuhani, wale waliokuwa wanafanya ujinji na kadhalika wanazini na wana wa Israeli, aliwaita akawakalisha kikao, akawambia, wanangu, nimesikia kwamba mnawatendea visivyo vizuri wana wa Israeli, maana munazini nao mnafanya uasherati nao, akasema haya mambo sio mazuri. Maandiko yanasema ukisoma ile Samueli wa kwanza kuanzia sura ya kwanza, maandiko yanasema watoto wa Eli hawakuisikiza sauti ya baba yao, kwa sababu Mungu alikuwa amekusudia kuwaua. Nisikilize, ina maana ukija upande wa pili, kama kuoa wake zaidi ya mmoja, ingekuwa kitu ambacho Isaka hakikubali. An -an angewaambia watoto wake, wanangu Esau nimekuona umeoa wake watatu, maana Esau alioa wake watatu, mtoto wake wa kiume wa kwanza. Haya, mtoto wake wa kiume wa pili ambaye aliitwa Yakobo naye alioa wake wanne. Lakini huoni Isaka akisema mumepotoka wanangu, kama kuhaniela alivyowaambia wale waliokuwa nazini kuonyesha kwamba Isaka naye kama baba yetu wa imani, imani hii ya kuamini kwamba mwenye haki anaruhusiwa kuwa na wake zaidi ya mmoja, hiyo imani ilikuwemo ndani yake. Haya, Yakobo ambaye pia Biblia inasema ni baba yetu wa kiroho, ni baba yetu wa imani, naye alikuwa na wake zaidi ya mmoja, alikuwa na wake wanne. Sasa huyu Mungu tunayemtumikia, Mungu wa baba yetu Ibrahimu, Isaka, Yakobo, ndiye ambaye ya alikuja kamwambia Daudi ya kwamba nimekupa wake nimekupa wake zaidi ya mmoja na hata kama wangekuwa wachache ningekuongezea, lakini unaenda kufanya ujinga. Kwa sababu Mungu alikuwa anamkarapia Daudi baada ya kuwa Daudi amefanya ujinga wa kuzini na mke wa mtu, na wakati alikuwa na wake wengi. Mungu anamshangaa anamwambia, yani wewe nimekupa wake wengi, lakini bado una, una, unafanya ujinga unazini. Ndio maana sasa mpaka sasa ukiona mtu ananyanyapaa imani hii ya wake wengi, ujue kuna kitu hakiko sawa kwenye imani yako. Ukiona mtu yoyote anasema kwamba kuwa na wake zaidi ya mmoja ni dhambi, ujue tayari kuna kitu hakiko sawa. Kwa hiyo ujue kuna shida, kwa sababu Mungu ambaye ni Mungu asiyebadilika. Ye anajiita ni Mungu wa Ibrahimu, ni Mungu wa Isaka, ni Mungu wa Yakobo, na hawa wote mababa wa imani walikuwa na hii imani, walikuwa na hii imani ya kuoa wake zaidi ya mmoja walikuwa na hii imani. We unapotokea ukaji ukasema hii imani ya kuoa wake zaidi ya mmoja ni imani ya mashetani, haitakiwi kwenye Ukristo, huoni kwamba unavunja una, una, una madhabahu ya Mungu wako? Au Mungu wako sio Mungu wa Ibrahimu? Au Mungu wako sio Mungu wa Isaka? Au Mungu wako sio Mungu wa Yakobo? Eh? Halafu unakuja unaleta kizingizio. Oh, maagano. Kuna agano la kale. Na agano jipya? Mhm. Mm-mm. Kwa nini? Hiyo Biblia ya agano la kale, huitumii? Eh? Hiyo Biblia ya agano la kale, huitumii? Haya, hawa watu wa kina Ibrahimu, wa kina Isaka, wa kina Yakobo, huwanuku? Huwatumii kwenye Biblia? Huwatolei mifano? Sasa kama unaiiga kwao, unaiga kwao vitu mbalimbali kutoka kwao. Halafu kitu cha wake wengi unasema hakitakiwi. Kwa nini usitupe rejea inayosema kwamba walipo ku, walipooa wake wengi, Mungu aliwaambia hiyo haitakiwi. Kwa hiyo hata sisi watoto wake hatutakiwi kufanya hivyo. Kwa sababu kimantiki ili hoja yako iwe na maana, kusema kwamba hilo swala la kuoa wake wengi lilikuwa la agano la kale, kwenye agano jipya halitakiwi. Hoja yako iliwe na maana, ilitakiwa hivi. Hawa baba zetu wa imani ambao Mungu aliwapa heshima ya kuitwa baba, baba zetu wa imani walipofanya ujinga Mungu aliwaambia no na kawadhibu, na walipofanya vitu vya haki Mungu aliwabariki na kuwazidisha. Sasa kama walipooa wake zaidi ya mmoja, hakuwahi kuambia kwamba hiki kitu ni najisi, wewe kwa nini uje leo useme ni najisi? Na zaidi ya yote we ukisema ni yalikuwa ni Agano la Kale, Agano Jipya yatakiwi vipi? Kwenye Agano Jipya munapo wanukuu kwenye mambo mbalimbali, hao hao walikuwa na wake wengi, mkiwachukua kwani ni wenye haki? Unasema walifanya kwa sababu Mungu alijifanya hazioni. Sasa wapendwa, naomba muelewe kile kitabu cha Matendo ya Mitume 17:30 na, na naposema zamani zile Mungu alijifanya hazioni lakini saizi naagiza watu watubu, alikuwa haz, ha, hasemi kuhusu mambo ya wake wengi. Zamani zile alizosema, ukisoma Ezekieli sura ya 20 na Joshua 24, unaona kabisa zamani zile za ujinga ni wakati wana wa Israeli wako utumwani kule Misri, ambapo na wao walikuwa wanaabudu miungu mingine pamoja na na wa Misri. Ndio Mungu akajifanya haoni zile dhambi za kuabudu miungu mingine. Sio kwamba alijifanya haoni dhambi za wake wengi. Mbona watu wanatafsiri maandiko vibaya? Halafu wanaleta ukakasi na hali ya kunyanyapaa. Kwa sababu watu wenye wake wengi wananyanyapaliwa kwa sababu ya imani iliyotafasiri vibaya jambo hili. Kwa sababu imani yoyote inayotafasiri vibaya jambo hili lazima italeta hali ya kunyanyapaa. Ndio maana mpaka leo kuna watu, yani watu walio na wake wengi ni kama vile wametengwa kwenye jamii. Ni kama vile wametengwa. Kisa imani hii imetafsiriwa vibaya na imetafsiriwa vibaya kwa, kwa sababu ya kutokuelewa. Sasa tunakuta mtumishi kabisa, kiongozi anayetumikia jamii bado anawanyanyapaa watu wenye wake zaidi ya mmoja hasa. Utawatumikiaje hao hao raia? Utawatumikiaje hiyo jamii hiyo, utaitumikiaje? Kwa sababu utakuwa unanyanyapaa, halafu nanyanyapaa, unanyanyapaa kwa kuionea, kwa sababu hicho kitu hakikuwahi kuwa najisi. Sasa nikasema huu ni wakati ambao sasa kila kiongozi anayemtumikia Mungu kwa, kwa section yoyote katika upande wowote, anatakiwa sasa afikirie mara mbili kwamba je, hii jamii ya hawa wanaoa wake wengi na ichukuliaje, na ichukuliaje? Kama bado naichukulia vibaya, ina maana una matatizo ya kiimani, una matatizo kwenye ufahamu wa mambo ya kiroho lakini kama unaichukulia vizuri kwamba hawa nao ni uzao wa Mungu, acha tuwahudumie kama wengine. Kazi yako itakuwa nzuri, utawahudumia watu wengi sana. Ndio maana mtu mmoja profesa mmoja alinipigia simu, yuko Amerika, akasema, profesa, kwa kweli Mungu tu akuinue ili uifikie jamii kubwa, kwa sababu watu wengi, akasema maaskofu wengi wa wa Tanzania na na na nje ya Tanzania wengi wana wanyanya paa wenye wake wengi, na wakati huo huo wako serikalini, na wakati huo huo wako kwenye jamii, wanahudumia jamii. Sasa akasema ikiwa sasa wanamtumikia Mungu, halafu wana shinikizo la mawazo ya kudhani kwamba mwenye wake wengi ana dhambi, ameanguka, amepotea, amepotoka, na ya kwamba matatizo yake yanatokana na kuwa na wake wengi, anasema hiyo huduma kwa hao watu itakuwa haiwezekani. Akasema kwa hiyo ninakuombea Mungu akunyanyue, Mungu akufikishe kwenye kiwango cha kuwasaidia jamii kubwa, ili waweze kupona. Nikasema hivi, Mungu aliyeleta hii neema ya kunifunulia huu ukweli, yeye ndiye anajua kizazi hiki nitakisaidiaje, na ninaamini Mungu atanisogeza atanifikisha mahala ambapo anataka nifike. Sasa iko hivi, wakati unapotafakari, kwanza naomba usinichukie bila sababu usinichukie bila sababu kwa sababu mimi naongea Bibilia, naongea ukweli wa Mungu, naongea Bible. Kwahiyo wewe kama una, una, una, una maswali, utakuja niulize, uje na hoja zako, eleza mambo yako, upate kupewa haki yako. Kwa hiyo utaeleza hoja zako na tutaingia kate, tutaingia kwenye maandiko, ila mimi niko naongea pointi hii ya mtumishi wa Mungu kama kiongozi wa jamii, ikiwa huamini katika u, u, mkristo kuwa na haki zaidi ya mmoja utakuwa na majaribu. Inapokuja kwenye swala la kumhudumia mtu mwenye wake zaidi ya mmoja, utamhudumia katika hali ya kunyanyapaa, utaona kama vile hayuko sahihi. Ngoja nikuonyeshe baadhi ya maandiko ambayo yana, kwa kweli naona yanatimia. Ukisoma hata kwenye Matendo ya Mitume sura ile ya kumi mstari wa ishirini na nane inasema kwamba, akawaambia, ninyi mnajua ya kuwa si halali mtu aliye myahudi ashikamane na mtu aliye wa taifa lingine wala kumwendea, lakini Mungu amenionya nisimuite mtu awaye yote mchafu wala najisi. Haya maneno ni makubwa sana, haya maneno ni makubwa sana. Mungu amenionya, Petro anasema, Mungu amenionya nisimuite mtu yoyote kuwa mwenye dhambi. Ni mara ngapi wenye wake wengi wameitwa ni wenye dhambi? Ni mara ngapi hasa. Angalia huyu Petro alikuwa kiongozi wa jamii, alikuwa mtumishi aliyekuwa anahudumia jamii. Mwanzoni alikuwa na wanyanyapaa watu, alikuwa na wanyanyapaa wa mataifa, kwa sababu yeye ni Myahudi, anajiona yeye ndio yuko sahihi. Mungu akamtokea akamwambia, Usimwite mtu yoyote kuwa ni mwenye dhambi. Manake mpaka leo kuna watu ambao Mungu akiwatokea kwenye ndoto, au kama Mungu angekuja kwenye maisha yao leo, angeweza kuambia kwamba wewe mtumishi wa Mungu, usimwite mtu awaye yote kuwa ni mwenye dhambi eti kwa sababu umemuona na wake wengi. Hili tatizo la kumnyanyapaa mwingine kwa sababu anaona yeye ni mwenye haki kuliko yule, hili tatizo alikuwa nalo Petro, na hili tatizo lilitokana na mapokeo ya Kiyahudi, kwa sababu mapokeo ya Kiyahudi walikuwa wao wamepokea kwamba hakuna mtu mwingine mwenye haki ila ni wao tu Wayahudi. Ndio mapokeo yao waliokuwa nayo ni kama hivi, mapokeo ya Wakristo wengi wanaamini kwamba mwenye mke mmoja tu ndio mtakatifu, hakuna mwenye wake wengi anayeweza kama mtakatifu. Ndio mapokeo walionayo Wakristo wa, wa wengi. Sasa ninachotaka hapa niseme ni nini? Ikitokea wewe na mapokeo kama hayo na bado na mba, ni kiongozi unayehudumia jamii, huoni kwamba itakuwa ni hatari sana? Itakuwa ni hatari sana kwa sababu hiyo huduma yako kwa hawa watu ambao wewe unawaona ni wachafu ambao unawaona ni wenye dhambi, huduma yako itakuwa na upungufu. Kwa hiyo badilisha mtazamo wako juu ya watu wenye imani ya kuwa na wake zaidi ya mmoja. Badilisha mtazamo wako juu ya watu ambao wanaamini kwamba kuwa na wake zaidi ya mmoja ni baraka na sio dhambi. Badilisha mtazamo wako ili uweze kuhudumia jamii, kwa sababu ukiwa kiongozi wa jamii na mawazo yako yakawa yamegawanyika upande mmoja unasema Mkristo kuwa na wake zaidi ya mmoja ni laana, ni dhambi, ni uovu, ni upotevu na, na, ni uchafu halafu, upande wa pili ndio wewe pia, Mungu amekupa nafasi ya kuhudumia jamii. Nataka nikwambie, huduma yako haitafika vyema, haitafika vyema kwenye makundi yote bila upendeleo. Lakini ukibadilisha leo, leo msimamo ukasema hakika Profesa Kayengera, nimemuelewa, ukabadilisha msimamo, na kwambia kwamba huduma yako itakuwa nzuri katika nafasi ulionayo, iwe ya serikali au iwe ya madhabahuni au vyovyote vile, ukaanza kutumika na mtazamo huu wa kuto kumuona yule mwenye wake zaidi ya moja kuwa ni mdhambi ukawa na mtazamo huu, nataka nikuambie hata Mungu atafurahi kwa sababu Mungu anapokunyenyua wewe, anajua kabisa unatakiwa uhudumie jamii yote, unatakiwa uhudumie jamii ya waaminio na jamii ya wasioamini, kwa sababu tayari wewe ni kiongozi wa jamii. Mungu anapokuinua hakuinui ili tumikie kundi moja. Ni sawa na, na labda tuchukue mfano kama e, tuchukue nafasi ya mfalme au rais wa nchi asimame pale kwenye kiti halafu awe na wanyanyapaa watu wenye wake wengi, au awe, awe na wanyanyapaa watu. Huu ni kwamba sasa hata huduma itakuwa ngumu, lakini kwa sababu anaelewa kwa neema ya Mungu akisimama pale kwenye kiti anajua kabisa kwamba hapa ni huduma kwa jamii yote. Kwa hiyo ndio maana hata wafalme walipokuwa wanasimama au wanapokaa kwenye kiti cha, cha utawala walikuwa wanajua kabisa kwamba hapa ninahudumia jamii yote. Hasa na wewe kiongozi, mahali popote ulipoinuliwa na Mungu, unajua Daudi alikuwa mfalme, alikuwa amekaa kwenye kiti cha ufalme alikuwa kama rais, kwa hiyo hizi jamii alikuwa anazihudumia kikamilifu. Hasa wewe ukiwa kiongozi na ni mtumishi wa Mungu, halafu hili swala la wake wengi unalichukulia kama uchafu, unajisi, uovu na kadhalika, huoni kwamba huduma yako kwa jamii itakuwa ndogo? Naomba muingie kwenye YouTube yetu ili muweze kupata haya zaidi, andika tu Saa ya uzima wa roho kwa herufi kubwa.